Eyo, mambo ni vipi? Karibu sana kwenye show la Kibabe na hii hapa ni mimi, na sasa, uh, Habari Link. Mimi naitwa Mary J Yara Junior that is my name. Uh, Wasaidi TV Media ila makao makuu ni Australia. Kwa sasa hivi mimi na ripoti kutokea Dar es Salaam. Sasa nime link up na msanii ambaye anafanya poa sana huyo anaitwa Dogo D Danger all the way from Mwanza lakini mishe mishe zake sasa hivi makazi ameamishia Dar es Salaam kwa sababu ya masomo pia, alafu na kufanya harakati za muziki. Uh, nimebahatika kufanya naye exclusive interview na amefunguka mengi sana uh. Tumeweza kuongea vitu vingi sana sasa. Ngoja ni nisiwe na maneno mengi alafu ukamsikilize. And then uh, kama wapi uja subscribe channel yetu ka subscribe, ili uwe mtu wa kwanza ambapo uh, unakuwa nikiweka taarifa muhimu unakuwa mtu wa kwanza kuzipokea. Karibu sana. ni rapa kutoka Mwanza. Mwanza nilipozaliwa na nikakulia huko pia. Okay. Ni rapa ambaye amefanya miujiza mingi sana na magoma yake mengi sana. Na wapi kidogo, na magoma mengine nayo pia. Kwa hiyo ni mmoja kati ya marapa bora na wimbo wangu wa mwisho ni barua kwa mama. Nimefanya wenyewe na ni wimbo bora sana kwangu mimi. Kwa hiyo Dogo Dee ni moja kati ya marapa tishio sana kwa sasa hivi. Nakubali. Uh, ulianza lini safari yako ya sanaa mdogo? Nikiwa darasa la tatu nilikuwa mdogo sana kwenye sanaa, toka nipo mdogo mpaka leo. okay. Jina okay. lako la kisanii linamaanisha nini au au lilitoa wapi? Di, di na stand kama danger. Kwa hiyo ni kifupi ibabidi yule dogo danger, lakini tamko vizuri tunatumia dogo di, dogo di mm. right now tunatumia dogo danger kwa sababu tunatafuta namna ya kubu, ya kupata ukubwa, lakini still bench di okay. inamaanisha yeah. Uh, bongo tuna dogo di, dogo di alafu tuna young di. Vipi, haijawahi mm. kukuletea shida yoyote kati ya dogo di na young di. Haijawahi, kwa sababu kibiashara hata neno moja tu linapowatofautisha, hiyo mm. inakuwa ni brand tofauti. Kwa hiyo yeye kuitwa young mm. kuitwa dogo tayari imeleta tofauti kubwa tu, kwa hiyo kibiashara haijawahi kuniharibia chochote kile. Ndio kwa kawaida mtu anaweza akachanganya yeye akamwita dogo Dee ni miaka nita young mm. kwa so, sababu ndio hivyo nani, ambapo mtu amechoa kulifanya neno lake, lakini haijawahi kuniharibia chochote wala haijawahi kunipunguzia chochote. Okay, uh, ni nani alikuvutia, yeah. au yeah. ku, ku, kuinspire kuingia kwenye kwenye sanaa Uh, kuingia kwenye rap, aliyeniinspire mimi ni kakangu Maremu. Kakangu alikuwa rapa, okay. Alikuwa anafanya sana street hizi. Kwa hiyo yeye ndo alionionyesha mwanga kwenye kila mm. kitu kwa hiyo mimi naweza kusema yeye ndo alikuwa role model wangu kabla sijawajua watu wengine nje. Mm. Nilianza kumuona yeye nyumbani akiwa anachana anafanya hivi na mimi nikapenda. Kwa hiyo yeye ndo role model wangu till now hata vitu vingi mimi ninavyofanya ni, kama nimerisisha kutoka kwake. Ah, kwa kwa, majina labda tumfahamu pia japo ndo hivyo, rest in peace. Ah uh, anaitwa Foster Joseph, yes uh, ni moja kati ya mabrothers ambaye walikuwa manager yangu pia. Mm. And uh, nafikiri moja kati ya clip ambayo niliachia uh, soon siku za nyuma kidogo mm. Eh, ile ilikuwa dedicated kwake, kwa hiyo ni wimbo pia, upo nafikiri very soon utatoka pia, kwa hiyo alikuwa ni ali mtu wangu wa karibu zaidi usabu, kwa sababu alikuwa pia anasimamia vitu vyangu vingi mm. Kwa hiyo alikuwa ni mmoja kati ya mabraza bora sana kwangu. Ah okay. Sasa ah, ni changamoto zipi kubwa umekutana nazo katika safari yako ya sanaa mm -hmm. Changamoto nafikiri ni kulikuwa kuaminiwa, okay, baada ya baada ya kuanza sanaa mm. ni kwa mdogo mm. Changamoto nilopitia ni kuaminiwa, kwa sababu watu wengi wanaamini kwamba dogo, so, mwache asome, wakati wewe mdogo ndo unaamini ndo muda wangu Kufanya vizuri. Mm. Kwa hiyo, kuanza kuanza yankila, okay. Kwa hiyo mpaka kuanza kuaminiwa ilitumia muda mrefu kidogo, kunaanza kuanza kuaminiwa tukiwa tumepata hit na yankila anaitwa Jimadui. Ndio watu wakaanza kuona kwamba muziki unaweza ukawa sehemu ya kumuingizia dogo kipato, mm, uh, ni muziki unaweza ukamfanya dogo akaepuka na makundi na vitu kama hivyo, kwa hiyo ili take time sana mpaka kuanza kuonyesha matunda ya kile ambacho tunakifanya. Ili take time. Ah, okay. Yeah. Saa. Je, unakumbukumbu ya kazi yako ya kwanza na ilikuwa inahusu nini na idea ilikuwaje? Oh, kazi yangu ya kwanza kaga ya kujisifia tu, kujisifia, kumbuka, sababu kipindi hicho Dogo Janja ndo alikuwa ana hit. Kwa hiyo kama unavyokuja, kama dogo mwingine, lazima ulikuwa utengeneze ngoma ambayo inaonekana una upinzani na Dogo Janja. Kwa hiyo ilikuwa ya kujisifia na lafkini ilimmaliza pia Dogo Janja kwenye mistari kadhaa. Kwa hiyo ilikuwa ni ya kujisifia tu ile kazi. okay, okay. Uh, okay sawa so. Uh, umemtaja ume, ume Yankila kwamba uh, uh, okay saa tunakumbuka na yeah. Uh, Yankila kipindi hicho alikuwa pande za Mwanza au ilikuwaje? Ashachia okay. Uh, safari ya kumpata ilikuwaje Yankila Alikuja Mwanza, sijui sikumbuki ana gani lakini alikuja mm. Braza zangu toka muda mm. Kwa alipofika tuka, vibe studio, tuka, mm. record, tuka shoot, ticket yake, akawa ameondoka. Kwa hiyo akadoachia dude, tukalipeleka Mwenyezi Mungu akabariki, likapokelewa na mashabiki vizuri, likaiti haikuwa okay. na nguvu kubwa sana kwa tuseme tulijiandaa sana. Hapana, ni baraka za Mungu. Okay. Sasa ukiachana na Yankila Rascosembo, umefanya kazi na wasanii gani wengine? Na Na Dude na Nani wa mitego ipo, lisha drive kutoka huko nyuma, Na Dude na Mamusic, Na Dude na Baraka, The Prince. Okay. Uh, na Dude na Peter MSP. Yes, Na Dude na Ashe ni my brother wengi wengi sana ambao nimebahatika kufanya nao wengi sana. Wengi wanarapa na mimi, wanipenda. Okay. Kwa najivunia. Yes, my brother wengi sana. Na mwingine hajatoka. Mm. Kwa hiyo unajivunia. Okay. Mimi alifia studio kiti. Mkubwa mm. Kushukuru Mungu. Ah, okay. Maisha yako binafsi yanaathiri vipi kazi yako za sanaa? Uh, nafikiri maisha yangu hayaathiri chochote kwa sababu nafikiri sanaa ndiyo inaathiri maisha yangu ya kawaida, unaona? Kuna baadhi ya hawa maisha siwezi nikayaishi, na mimi kama nimeanza nikiwa mdogo, nimeanza uh, kuishi mziki toka nikiwa mdogo sana, wa kipindi ambacho nilitakiwa niwe na madogo, tunacheza tunafanyaje, lakini nishakuwa brand mm a zimesha kukaa kwenye ile lifestyle ya kitoto. Okay. Till now kuna vitu ua uh. Okay, sawa. Mashabiki wako wana nafasi gani kwenye mafanikio yako? Wana nafasi kubwa sana sana sana. Sasa mimi sina manager bro, sina mtu anayetoa hela okay. uh, lakini mimi toa ngoma watu wanaipenda, nikitoa clip watu wanaipenda nikipita mm -hmm. Watu wananipenda, umeelewa? Na watu wao ndo wanaonisupport mimi. Sijawahi kuwa na manager, lakini na shoot, okay na record, na naenda interview nafanya nini, naishi, nalipa kodi, na nini kwa okay. sababu ya hela ya mashabiki yes. Zinakuja kwa njia nyingi ma distribution huko, zinakuja kwa directi, okay. Lakini kikubwa zaidi wao wananipenda sana, yani mimi nafikiri nafanya kwa ajili yao, ndio maana kiasi content zangu mm -hmm. Si kwa sababu yangu tu, sababu ya wao nawawaza sana oh, okay. wow. Uh, ah, kuna kazi mpya labda unayopanga kutoa hivi karibuni? Ya ya ya ya. Yeah. Nafikiri, oh, nipo kwenye mpango tarehe 27 nitaachia Dude. Tarehe 27 nitaachia Dude. Okay. Eh e, tarehe 27 nitaachia Dude kwa hiyo, yes, mpango wangu ndio huo. Nitaachia Dude, inaitwa umebadilika, ni Dude kali sana, kali sana. Kwa hiyo nafikiri pia watu watalipenda. Ah, okay. Mpango wako wa muda mrefu kwenye sanani ni Uh, mpango wangu wa muda mrefu nafikiri ni kuwa ni kutengeneza kitu ambacho kitakuja kuzungumzwa na watu mm. na siku za mbele madogo huko ambao watakuja kuchana watazungumza sana kwamba alikuwepo, Dogo Dee alifanya hivi mm. na hivi, unaona. Kwa hiyo nafikiri hicho ndio nacholenga, nije nizungumzwe vizuri zaidi. Okay, yeah. Ah, una ushauri gani kwa wasanii chipukizi wanaotamani kufikia ulipo sasa? Uh, kikubwa ni hamna mchawi kwenye mafanikio kama discipline. Yani ukisha ukisha kuwa na discipline, umemmaliza umemmaliza, mchawi wa kukurudisha nyuma mm. discipline in, inajenga sana discipline, inakuza discipline, inaua maadui sana. Kwa hiyo waongeze discipline, lakini juhudi pia. Kila siku mimi naamka kila siku natafuta kitu kipya kila siku nawaza naondokaje. okay. and, and kila siku napiga hatua kwa sababu na, na kila dakika naitamani iwe productive kwangu Okay. MP, mm. na tamani wao pia waitengeze mazingira hayo, kila siku iwe mpya, kila siku watengeneze jambo jipya, nafikiri okay watafanikiwa. Okay, sasa so, um, unadhani yeah. sanaa ina nafasi gani katika kuleta mabadiliko kwenye jamii? Ina hey, nafasi kubwa, lakini kwa na sanaa sasa hivi imekuwa ina nafasi mm. kwa sababu ya ya mambo kama teknolojia pia yamekuwa kidogo anafanya watu waimbe vitu ambavyo haviko sensitive kwa, kwa jamii mm, lakini pia nafikiri pia wadau pia wameaminisha mashabiki kwamba mnatakiwa msikilize, oh, nyimbo za namna hii, okay unanielewa, okay, kitu ambacho si kweli. kwa hiyo okay, sanaa ina nafasi kubwa kama endapo kina Dogo Dee mm, oh, na ina kama watapewa masikio zaidi, lakini kama wanaopewa masikio ndo watu hao ambao tunawasikia kila siku mm. itakuwa m itakuwa ito ni kitu ambacho kinaleta mabadiliko katika jamii, kwa sababu kitazungumzia yale yale mapenzi, mapenzi, mapenzi hayawezi kubadilika always. Kwa hiyo kuna vitu okay, yeah, kuna jambo gani la kijamii ambalo ungetamani sana kulizungumzia kupitia sanaa yako zaidi? Mimi napenda ndio kuzungumzia maisha ya kila siku ya watu. Natamani nipate hata kama nikiachia wimbo kila siku unazungumzia mtu kaamka asubuhi, kaenda karudi, mm. kalala, kaenda karudi. Yaani ni wimbo ambao utakuwa ni daily daily move ya mtu. Natamani kila siku nifanye vitu vya hivyo. Na ndio maana oh, nimeachia barua kwa mama, ni ngoma ambayo inazungumzia maisha ya Tanzania. Ni wimbo okay, ambao umeandikwa, una, una peni imezingatiwa, sija kufuka kutokana na mtu ufanyaje. Kwa sababu mimi ile kwamba watu wanataka wafikishe ujumbe wao, mm -hmm. lakini inawezekana ufiki kwa sababu ya lugha zinazotumiwa na watu, lakini lakini mimi nawishi nitumie lugha nzuri ambayo mtu akiisikia anaweza akanielewa nachokimaanisha, lugha ambayo inazungumza mengi sana. okay. Kwa hiyo natamani sana yangu tu iwe ni kitu ambacho kinaweza kutumika kuongelea maisha ya watu ya kila siku. Ah, okay. Umezungumzia kwa barua kwa mama, mapokeo ni vipi kuhusu barua kwa mama? Nafikiri hivi karibuni huo ndo wimbo wangu ambao una mapokeo makubwa kuliko wimbo wote. Okay. Au oh, ambao ume ume ume umechukua attention ya watu. Okay. Ni wimbo ambao umegusa maisha ya ni wimbo ambao umepiga ume pia numbers kwenye distribution yangu kwenye ma platform kwa haraka kuliko ngoma zangu za miaka miwili ya nyuma. Okay. Kwa hiyo mimi feel blessed kwa sababu kwa sababu ya kupata numbers, no, kwa sababu ya kupata attention. Nilifanya ili watu wasikilize waone kuchi kitu za tukitaki wananchi kwa, kama watu wameipokea, mimi sina shida, kwa hiyo naenjoy tu. Okay, sawa. Uh, ukiacha sanaa, ni kitu gani kingine unapenda sana kufanya sana kufanya? Mimi napenda mm, uh, sana, sana chuo pia oh, kusoma okay. um, vitabu pia napenda pia kutamani kuitumia uh, sanaa yangu mm. uh, vizuri according to the uh, knowledge ambayo anaipata uh, pia shule. O, okay. Natamani uh, like ambayo okay. anaipata siku moja ibadilishie kitu kizuri sanaa yangu. Sasa hivi unasomea una nini na umesema upo shule uh, mimi bwana nipo nasomea mambo ya procurement and logistics management ambaye ni uh, ni mambo ya ni, uh, ya, manunuzi ugavi. Oh, okay. Yes. Na unahisi itaweza pia kukusaidia katika kazi yako ya ya muziki? Eh, uh, ya yeah, yeah, kwa sababu shule shule inafungua ubongo shule inafungua ubongo. Okay. Ningehitaji kujua kusomea mziki, ningeusomea mziki lakini, for this time nilitamani kupata taaruma nyingine. Okay. Ambayo naweza kuesa mimi kufanya vitu vingine. Okay. Uh, ni kitu gani watu hawakijui wa kukuhusu lakini wangestaajabu pia wakikijua? uh, haawa <mucho> sina mtoto, sina dem, okay. Sina e, maisha ijana tu mwangaikaji, kwa kama kuna yote <mucho> huko mwanamke yote mwenye huruma anabidi ya kuhurumia au vipi ya nihurumia na katoto kwa kubeba beba itabidi iwe title ya post <mucho> hiyo imeenda, hiyo hiyo hiyo hiyo ndio ndoka nayo hiyo. Ambacho naweza kuacha kufanya, si ndio? Yani ambacho huwezi ku, huwezi kukifanya kabla ya kupanda jukwani, ambacho siwezi kufanya, eh eh, mbona sasa kuifanya, siwezi kunywa pombe. Okay, oh so, siwezi nikakubali kukosana na mwanamke. Mwanamke yote hizo nikawa na mahusiano mdau Okay. Sitamani kuvurugwa na mtu mtu ambaye anaweza kuvuruga kwa haraka. Okay. Uh, kwa okay, kwa hiyo uh, huwa ni mtu ambaye kabla ya show nazima simu kama nusu saa, nikimaliza show ndo nitashika simu. Pia sipendi kwenda na mwanamke wangu kwenye show kwa sababu najua mambo yanaweza kuendelea, kwa hiyo niwe huru kufanya kitu ninachokipenda. Ni msanii msanii gani labda wa hapa bongo wa ndani au nje ambaye anakupa pressure kwa sasa hivi hapana kaka wangu yani mimi nikijisikiliza okay. muziki wangu mm. okay. sijaona rap wa kunifikia Tanzania okay. Okay. Okay. sijaona rap wa kunifikia East Africa, mimi ni madini ambayo yajasimbuliwa okay. bado vitu vingi hawajavifaidi bado watu So maana kila siku watu wanaona wanafanya vitu vipya wanashangaa, lakini kwa nguvu vitu vya kawaida sana. Oh, okay. Ndio mpaka sasa sijafanya kitu ambacho mimi mwenyewe nakiogopa kwamba sitofanya kama hicho. Okay. Kwa maana wanaona atatoa barua kwa mama, watu waamini Dogo Dee kaandika yeye, naona ni bure sana serious sana watu wali na tena okay. Kwa sababu mimi najiona bado, yani sijafanya. Okay. Sile, ya, siata, ni naona kikweli hapa kunisumbua, tunaweshimu ni mabraza, lakini hata wao kikaa nao pembeni, ukamwambia Dogo Dee na mwonaji, wanamwambia wanakimbia sana collaboration, wana nini? Kwa sababu wanajua uwezo wangu. Kwa hiyo ni muda, tutaongea. Wimbo upi ambao hujawahi kuperform jukwani? Ni wimbo fulani nedsidisigi sana ambao wamechokoza ule sijaweza kuperform kwa sababu wimbo fulani ambao kwanza ni kwa gana, sija ukaliza ile nikaaga studio afu nikaubush tu huko nikaachia tu, kumbe una trend. Mimi niko bize na maisha yangu, mmm kwa hiyo nikazungua na trend, lakini sikutaka ku kusambaza chuki kupitia jukwaa kama maji kwa wangu yangu kwa ambao linawapatia vibe na na kufurahisha na nini, siwa kuwasambazia chuki kwa sababu mimi nilifanya kwa fun mm. Lakini watu walipo kwenye njia mbaya, mabrasa wengine walimaindi, lakini mi sikufanya kwa sababu ya ubaya kwao, nikaona isiwe sehemu ya kusambaza chuki, niachane nao. Okay, jambo gani la aibu ambalo ulishawahi kufanya stejini? Nao mara moja hiyo, mapromota walikuwa wamenichelewesha hela yangu. Okay. Wanafika muda wa show na kanisa mimi nikafunga mlango nikalala. Oh, okay. Yeah. Wamegonga sana, ndio mna hela wazee, tufanye kazi. Kwa hiyo wanakuja kutoa hela, muda umeenda sana. Okay. Wanaingia kwe kwenye show mashabiki wameisha kasirika wame nini umeelewa? Okay. Kwa ile kupaka kuwatuliza ile tempa yao nilipata shida sana sana. Nilikuwa nimevaa miwani siku hiyo, kofia, shabiki anakuja anaichukua ni ana mind yani. Ndio. Lakini still Tuliruka nao, mm. Na wakaelewa ianu ngumu sana, ndio maana anakuaga makini sana na promoter, kwa sababu anaweza kukuharibia career yako. Okay. Uh, unapenda kuandika usiku au mchana ngoma zako? Ngoma zangu zote uh, kitu... mm. Yaani usiku sana, kwa sababu usiku nimetulia mchana sijatulia. Okay. Kitu cha kwanza kuamka unafanya nini, unafanya gani? Eh, uh, uh, kwa amka huwaga na na na huwa na shukuru Mungu kwanza kwa sababu mara nyingi nikiamka nakutanaga na positive impacts, yaani nikiamka tu nashika simu, nashangaa hela imeingia. Oh, ameondoka. Huwaga nasema asante Mungu wangu, anaibariki na uh, uh, okay, kesho iwe hivi hivi, okay. Huwaga nashukuru Mungu. Huaga sana sana, sana. Yani mimi siku zangu nyingi waga zinaamka na kushukuru Mungu. Yani, usiku mimi usiku naweza nikaa nimelala, sina hata mia mbili. Lakini kesho nahitajika kutumia labda laki mbili, laki tatu. Na nisiwazi, yani nalala kabisa na enjoy. Nikiamka asubuhi, na kwa hiyo unashangaa jambo natiki hata nusu saa kwa sababu I believe kwamba uoga na mwachia Mwenyezi Mungu mambo yangu nimelala, nikiamka, anamka nayo anaifanyia kazi. Uh, ok, uh, mama ana nafasi gani katika maisha yako okay? Ah, yeah, sasa yule ndo Mungu wangu wa duniani kama ambavyo ilivyo kwenye vitabu ya dini okay. Napenda, nampenda sanani, nampenda vibaya mno, kwa sababu yeye kuniruhusu mimi kufanya sanani kiwa mdogo mm -hmm. Alitengenezea maisha yangu, alikubali Dogo Dee afanye maisha yake okay, kwa hiyo mna appreciate mpaka leo, huenda ningekuwa ni madogo ambao ndo wanaingia street sasa hivi hawajui. Mm, hiki uh, pedi ningepata shida sana kujua maisha, lakini mimi ninajua maisha nikiwa mdogo sana. Hizi aso ambazo sasa hivi watu wanazipitia, sio, tunatembea kwa miguu. Mimi natembea kwa miguu nikiwa chini ya miaka 12, nimelala nje chini ya miaka 12 okay. Nimekuja daa nikiwa chini ya miaka 12, nateseka huko na makonda na nini okay. Umeelewa, kwa sababu wanatafuta nafasi wewe kama msanii hujamwandalia mama yako zawadi labda ya wimbo? Msanii hujamwandalia surprise yoyote labda ya wimbo? Upo upo upo, oh. Lakini hmm, niliwaza kuuachia siku ya birthday yake okay, birthday yake imepita, kwa hiyo nafikiri mwakani mwaka naweza nikauachia. Okay. Yes, lakini mindo wa kiume kwetu baada ya brother kufariki, oh, kuna madogo ni huko madoukaki Okay, okay. Na wewe sio mtu ambaye unatakiwa, yani, kwa ukubwa wako ambao uko nao, sio mtu ambaye ungetakiwa uwe katika level hii, kwa sababu ya kwamba umefanya kazi na wasanii wengi sana hapa hapo Mwanza au pia Mwanza kuna wasanii pia wengi sana. Kwa mfano kama Manengo hapo kuna nani hapo? Kuna Yankila Msodoki ushapiga naye pia Goma, unaona? Eh, vipi, mbona sasa hivi? yeah. Hawakupushi ya, yani yani mbona yani, ya, yani sioni chochote kuhusu wewe. Oh, yeah, kweli okay, okay. Uh, nafikiri nafikiri muziki umebadilika sana kama ulivyoongea kwamba goli ambaye unamjua una pia nyuma kwa nini? Mm. uh, una nafasi nafasi ambayo ulitamani awepo ambayo huioni umeelewa? Mm ya kwanza, sanaa imebadilika sana ime sanaa uh, sanaa niliyoanza kuifanya mimi si sanaa ya sasa. Sasa hivi unaona mm. Uh, nafikiri na pia hata ukijiuliza wewe itoka, uh, wame toka wametoka kina Dogo Dee pale mm. Hamna dogo mwingine ambaye amekuja amefanya wanda zilizozifanya, okay, kwa sababu imebadilika sana sana mm. Kwa hiyo mimi nilichokifanya niliandaa projekti yangu ambayo naweza ikanisaidia kwamba, mm. nakuja na, na, na, na projecti yangu nitapambana na shule na muziki mm. Ani, na hilo nikalifanikisha, ntapambana na shule na muziki mm. Kwa hiyo kuwa wajuu zaidi ilikuwa ni majaribu ya Mwenyezi Mungu mm. Au kukosa zaidi pia ni mipango yake kwa hiyo mpango ambao upo ni kuendelea kufanya kazi lakini kuinteract na mashabiki kisasa, ndio maana naona mm. Nafanya kisasa, na sana ma challenge na fanya vitu vya kisasa, nashiriki sana macollaboration na madogo ambao ndio generation hii umeelewa mm. Lakini haiondoi ukubwa wangu, dogo ni mkubwa, ameshafanya mambo mengi na nafikiri wanajua wanajui, numbers don't lie. Mm. O, lakini pia mi sianzi upya, mi si haso tena, mi na tajet kwamba nafanya hiki nafanya hiki. Kwa hiyo hata kuhusu swala la sapoti nayopata kutoka kwa mabraha mm. asasa wa mwanza sapoti mm. ipo, lakini sio kwa wote. Najua si kila braha anafungua mlango, wapo ambao wanafungua mlango tunaingia, wapo ambao pia wanazifunga milango, unaelewa. Kwa hiyo sasa mimi toka nimekuja da mm. o, nimekuja, da, nimekuja da, nikiwa naamini kwamba mabraza wangu wengi nawapta huku unaelewa mm. kwa sababu tumeaso nao pia lakini, nimewapush pia wengine pia tumeishinao vizuri wengine gie toka watu hawajui kwao, ni zamani wao ndo wawe wawe chachu uh, pare, mba, si, si guetwe, ya mbele pale kwamba si mdogo wetu wewe, hamna wakumgusa hapad, si mdogo wetu hapa, anapita lakini sio wote wanaofanya hivyo. Wachachu wanaofanya wanajulikana na wanaonekana, wapo pia ambao hawafanyi, lakini still mziki si sehemu ya ku, ya kutafuta huruma ni muziki au muziki ni sehemu ya kufanya kazi. Kwa hiyo mimi semu wafanya kazi mm, atakayejisikia kufungua mlango tutaingia, mbaya atajisikia pia tutaendelea kupambana, kwa sababu energy tunayo. Uh, okay. hapo uh, siwezi kuhama kwanza ghafla kwa Young Killer. Yani kwa Young Killer support yake mpaka sasa ni kwamba mawasiliano hamna mpaka sasa au inakuwaje? Yani uh, mawasiliano na Young Killer aso kwamba hayapo kwa, kwa ubaya ni no, hmm, mwana ambaye tunawasiliana day to day lakini, hmm, akiwa na jambo kama last time kwenye msiba kanipa alilitafuta akanipa pole, hiyo okay, maisha akaendelea, anafikiri pia brother naeekana na mambo mengi, lakini hatuna mawasiliano ya kishikaji ya kila siku hapana, okay, lakini mabrother ambao tukitumiana namheshimu anamheshimu pia ana nayokifanya na anakutana na na makazi yangu comment nzuri na na pembeni hivyo mm. Ni basi tu ajafungua mlango ule wa watu waone, ba, mm. Still, ni kaka yangu, mimi nakubali, anakubali na pia hatuna ubaya wowote, lakini na nafikiri watu wanachoamini kwamba Yankila ana kitu cha kufanya zaidi kwangu. Sasa hiyo mi siwezi kujibu kwa upande wangu, sababu mimi ndo naitegemea kutendewa kwa yeye ambaye mtenda anaweza kawa anajua anacho kitaget au anachokiwaza lakini mimi na enjoy sana sababu ya support yake, alioni support mpaka leo. Okay, um, uh, Rasco Sembo ni moja kati ya mtu ambaye ume, umekuwa naye close sana kupiga naye kazi pia umefanikisha kazi yenu ya you are not my son, nadhani kitu kama hicho. Ah, uh, hmm. safari safari ya kumpata Rasco ilikuwaaje? Ili Ras, mwanangu mimi rasmi afinda msanii wa kwanza kwa kumsupport yeye rasmi kwa watu kabla hajamjua familia yangu. Okay. Uh, uh, nasema kwa sasa hivi hauna mpango wa kufanya kazi na na Yankila? Ah um, siwezi nikasema mimi sina mpango kwa sababu kila mm. ni ni mnoma sana kwa mpango, nina yes and I think kwamba tungeipata nahitaji madui but tu ingekuwa oh. kitu kizuri sana. Ya na naani kwenye mpango huo lakini sinaelewa brother pia na Bongo sio sana. Okay. Kwa hiyo nafikiri nitam surprise siku moja kwake tu ya nimefika, then tutamlilia, tutapata so, ile dude mm. itatoka. So, okay. Saa, so, hapa uh, kuna challenge moja ya. Tu, tuondoke na nani? Hapa niko na niko na Diamond Platinum nipo na Alikiba. Diamond Platinum na Alikiba kama ah. Tunaondoka na nani hapo? Yeah. Damia ondoka na wote. Wae wa noma. Ah <laughs> uh, okay sawa. So, tuko tuko na na Rasco Sembo hapa alafu tuko na na na Dogo Dee Lasko Sembo, tupo na Lasko Sembo tu, alafu tuko na Dogo Dee. Ya, naondoka na Dogo Dee Sembo. Aha, okay. Sa tuko na disaster vina alafu tuko na tuko na pima wenge. Nana, nana pima wenge, tuko, tuko na disaster vina lafu tuko na pima wenge wengi hey. na na uh, okay. Right. s Sa, uh, uh, kwa sababu hapa tuna tunaelekea mwisho wa kumaliza show, show yetu uh. huyu ni Dogo D Danger au vipi? Leo ndani ya habari link hapo ame na sisi moja kwa moja au vipi? Sasa Dogo D, huwezi kutuacha hivi hivi, sasa unabidi utupe vesi ya ya wimbo wowote ambao ushawahi kufanya, alafu tumalize show mzee wangu

Oh, yeah, oh, yeah. Right, right, right, right, right. Okay, sawa. Watu wanakupataje? Labda kwenye mitandao yako ya kijamii hapo chini, eh. Ulikuwa na mimi, mtu wako wa nguvu MD JR Junior, that is the man. Tukutane tena kwa wakati mwingine. Bye bye.